Wengi hawajui na watafuti kujua kutoka kwa Mungu ni kwa nini anazunguka kwenye majira yale yale. Yani? Yoro changamoto ya watu wengi kwa nini? Kwa nini anazunguka kwenye majira yale yani? Na watafuti kujua. Alafu kingine pia hata wasemi mbele za Mungu. Mungu kwa nini anazunguka hapa hapa? Watu wengi ndivyo walivyo. Kwa siku napata faida shilingi elfu ishirini na ni mwezi wa tano sasa hivi au wa saba. Napata faida ile ile. Lazima uulize kutoka kwa Mungu. Lazima utafute kujua kutoka kwa Mungu. Kwa nini Mungu? Faida yangu haiongezeki? Na kwa nini siongezeke? Lazima uulize haya maswali. Usipouliza haya maswali, tafsiri ya Mungu mbinguni inasema hivi, ameridhika na hayo mazingira, tumwache pale. Nisikilize kwa makini, kutokana na nature ya familia zetu na kutokana na nature ya maisha yetu na kutokana na background zetu, kila mtu ana maelekezo yake binafsi kutoka kwa Mungu ya kumsaidia kuvunja majira ambayo yuko sasa hivi kumsaidia kwenda kwa majira mapya, kila moja. Yesu aliwambia hamjui ya wapasayo amani wa, ndivyo alivyo watu wengi. Watu wengi hawajui nini cha kufanya, hawa walichopaswa kufanya ni kuelewa wakaamini, wakaponywa. Kwa mfano, kuna mwingine ili atoke kwenye majira hayo, mwingine anataka maombi, anataka sizoni za maombi kama ya bezi. kuna kuna mwingine anataka kufunga, kuna mwingine anataka mikesha, yaani akifanya mikesha vizuri, ana break hiyo cycle, yani manaake anatoka kwenye haya majira aenda kwenye majira mapya.